Mambo ni vipi, mpenzi mfuatiliaji wa Jida Media, mimi ni Msafi Pro. Moja kati ya story save ambazo zina pop kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu uh, penzi la Harmonize na Kajala, yaani wawili hawa wamerudiana, pia Harmonize ametangaza tarehe rasmi kabisa ya yeah, kufunga ndoa yeye na Kajala, mm, kichwani hivi una inakuja picha gani? Tambua hawa wawili hawa washawai kuachana na wakarudiana, au wakachana, sasa waenga awaamini tena au vipi? Hichi hapa ndicho kinachoendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii na imekuwa gumzo sana. Uh, sasa sijajua uh, ni kiki au ni serious, lakini moja kati ya video um, clip ambazo zinasambaa zinamuonesha Harmonize yuko pamoja na Kajala, anamvisha pia pete au vipi? Sasa waja wana mambo yao, wanaongea vitu vingi sana, lakini uh, sisi tunachokiona ni kwamba wamerudiana wawili hawa au vipi eh? Uh, unaweza ukaacha komenti yako pia au vipi, alafu ukaniambia unanifuatilia ukiwa kipande gani? Mimi ni Msafi Pro, na hii ni jida Jidah Media.